Katika michezo na sasa nimeungana na mwenzangu Charles Kauta au mchambuzi masuala ya kimichezo. Tutaenda kuangalia ligi kuu soka Tanzania bara. Hapo jana mechi mbili zimepigwa, lakini tunaanza na mechi kubwa kabisa ambayo ilichukuliwa uh, katika mitazamo tofauti na Mungo dhidi ya Azam FC na wakatoka sare ya bao moja moja. Charles, habari za subuhi?

na Azam <laughs> kidogo watu nia matokeo ni wastua kidogo, ama Azam walimkazia Simba? Imekwaje sasa? Kwa nini sema walimkazia wa matokeo mbili mbili, alafu mkubwa sana. Kwa nini siseme Simba alimkazia Azam? Sasa watu si timu kubwa Simba, Azam ndogo, lakini mm, watu watarajia Yaani kwamba kuna maneno yalibuka mengi kwamba Simba akicheza na Azam Azam na machia, yaani vitu kama hivyo. Sasa umeingia kwenye mtego <laughs> wa <laughs> maneno ya watu, lakini lakini pira <laughs> iliopigwa <yopibyo, pibyo>, pale <laughs> niliona pila lioweka bwana, sasa watunnenea matokeo kwamba Azam angeshinda, ah of course <laughs> Nakuelewa anzomasikuelewe mm -hmm. Lakini hiyo scenario ya kusema kwamba Azam alimkazia Simba maana yake, mm -hmm. unawadogosha Azam, Azam na unawakuza Simba mm -hmm. Yaani kwa nini siyo scenario ya kwamba Simba kamkazia Azamu? mm -hmm. Of course lazima kuwe na underdog kwenye kwenye mechi, mm -hmm. na scenario zinatofautiana mpaka kuelekea mchezo wa Azam na Simba mm -hmm. Azam alikuwa ni underdog kwenye kwenye mechi ile, inawezekana sio kwa ukubwa ule mm -hmm. lakini hawezi kuwa 50-50 mmoja. Simba alikuwa yuko na pointi nyingi dhidi ya Azam fomu ya, ya, ya Simba ilikuwa ni nzuri ukilinganisha na Azam, na hilo ndio unaweza ikaweka tofauti yao kuelekea mchezo usiku. mm -hmm. pengine unaweza kumuelewa mtu anayekuambia kwamba Azam kamkazia Simba. mm -hmm. alafu hiyo scenario inaweza ikaja kutokana na matokeo baina yao. mm -hmm. mara ya mwisho Azam anashinda kwa Simba, unaweza ukajiuliza nini ni, ni kama sio kwenye mchezo wa miaka miwili iliyopita, siku za hapa karibuni kama Azam alipa, yani tangu PCB yuko kule, yule Simba alikuwa mkorofi nka nawafunga, tofauti na hapo, hawajafungwa labda scenario, lakini mm. Uh, kwa njia ya kawaida itakiwa kuwa hivyo. Yani mimi kama unasema hivyo, afu mimi ni kiongozi wa Azam nasikiliza <tuhilisfe> lazima nikate kile kipande afu nikaoneshe wachezaji <tuhilisfe> niweze kuambia, yani naona, yani hivi ndio tunavyochukuliwa. mm. Yani inawezekana sisi kuna image ambayo tunaitaka tuiweke, lakini hivi ndio watu wanavyo chukulia kwamba sisi ni wadogo, tukikutana nasi haitaki kuwa kawaida. Yani kwa timu ambayo inatakiwa kubwa, maana yake wanatakiwa uondoe hiyo mentality ya kusema sisi tuna wakazia watu fulani. Inatakiwa ikifika ifike hatua kwamba Simba ndio kamkazia. Aha. Hicho ndo kipimo cha ukubwa, yani lazima wewe utapima ukubwa wako kama haujambiti mkubwa mwenzako. Kwa hiyo ukilinganisha mchezo uliopita wa Azam na Simba, ukaangalia na wajana, ndio maana nakwambia ligi yetu sisi consistency ni ndogo. Kwa hiyo mwalimu yule aliondoka Yanga, mimi nimekaa timu Uh, a leo ni chele intensity tofauti exactly, ndo mm -hmm. Statement kimaanisha kwamba intensity tofauti, ila watu wakatafsiri kwamba amemidharau hii, yaani yeah. Yani ligi inawezekana ni bora, lakini intensity ni tofauti. Kipimo anachokupatia na Mungu, sicho kipimo atakachokupatia mm -hmm. Uh, Kenigold Kenigold, sicho kipimo atakachokupatia Tanzania Prison, hata wao wawili wakikutana okay. Kuna aina ya mechi kwa mfano mimi niko naangaliana mechi jana ya JKT na Kenigold Yani, uone ile wakusema kwamba ngoja nikae niangalie mpira sasa, hakuna kitu ambacho unaweza ukasema kwamba na enjoy kuangalia hiki kwa sababu mmoja zitapiga pasi mbili tatu ifanyiwe naweza eh, nikaanza na kilicho anufaisha na mungu na mungu akougenini hmm. maana mchezo wa kwanza kule walipasuka kule Ruangwa jana hmm. walikuwa Chamazi na wakapata matokeo uh, ukinyesha na msimu uliopita tena ndio walipata point tatu, kwa hiyo hmm. kwenye mechi sita na mungu kapata pointi nne kwenye uwanja wa Chamazi, kwa hiyo kwangu mimi na mungu naweza nikasema mpango mkakati wao ulifanikiwa, ambapo hawakuweza kulinda duka kile walichokuwa nacho so far. Wamefunga goli nzuri sana ise yani, nje ya boksi uh, inachambua vizuri tumewekewa hapo, angalia anavyo receive, angalia anavyo shoot. Unaweza kumlaumu uh, Mustafa lakini angalia position ambayo alikuwepo wakati anashoot ile mpira. Alafu, by the way, uh, Mustafa ni kama alitakiwa afanye cha ziada kwa sababu mpira ulikuwa kwenye ingo sana na anavyopiga pale alikuwa na uwezo wa kuruka kuupangua. Makosa yake binadamu lakini bado tunaweza tukamsifia mpigaji kwa sababu mpaka anakuja kupiga ile shuti, maana yake aliangalia goalkeeper position aliyokuwepo na akajaribu kwa mpira bwana. Uh, kujaribu ndio msingi mkubwa wa kupata wa kupata mafanikio, yani you keep try you try you try you try mpaka kuna siku ambayo utakuja kufanikiwa. Na hakika hata wakati anapiga ile shuti hakuwa na uhakika kama anaweza kufunga, lakini kujaribu kwake ndio kumekuja kumpa matokeo well and good amefanikiwa, lakini kwa Mustafa bado inaenda inaenda kuwa kuwa dosari. Akiangalia hii picha alafu, akakumbuka na matokeo ya nyuma, kwa mfano mchezo wa, wa Tabora mm. ambao alisababisha makosa yakawapelekea ya kufungwa uh, Eric Makamba mpaka funga mm. ni, ni makosa ambayo yanatokea kwa magolikipa lakini ni makosa ambayo yanatakiwa yasahau haraka sana, mimi na hakika Mustafa hawezi kutaka kurudia hii mechi kuangalia matokeo moja ya drop point kwa kwenye timu yao, lakini bado uh, aileti ile picha picha picha kamili ya Azam ni watu wa namna gani. Yaani alikuwa akupiga ile, ile, ile image ya mm -hmm. kusema kwamba okay fine. Yaani ninawadhamini hawa watu watanipa kitu fulani, si ndio? Mm -hmm. Nishakwambia yani aa, kati ya timu ambayo utakiwa kudhamini na kuziwazia moja kwa moja ni Azam FC. Watakufurahisha kwa leo afu kesho wana consistency. Watakufurahisha ukicheza na timu kubwa, ukicheza na timu ndogo uh, wanakuwa <coughs> wanakuwa ni sisemi si, kwamba Namungo ni, ni, ni timu ndogo lakini bado <tiro> ile wakati ukilinganisha na Azam lazima abaki kwa wako mdogo. Kwa hiyo lazima tuwe timu ndogo, lazima tuwe <tiro> la, la, na ndani ya kaza za watu. Kwa kocha Juma Mbunda, kama anaweza anaweza ku, yaani hatabiriki, na yeye anaweza kuokuwa siku ana mka vizuri, timu inafanya vizuri. Kuna siku timu inakuwa inapoteza sana, unashangaa inapoteza hata mechi mbili kwa mara moja, yaani mechi mbili mfululizo i Mgunda anakuwa timing au tekniki anakuwa zinamchanganya au ni kitu gani? Alafu unajua tukizungumzia na mungu kuna mtu anaweza akasema labda wako nafasi ya mwisho au wako nafasi mbaya but nzuri, da director wetu Kiva atatokea msimamo hapo, alafu utaangalia nafasi aliyoko na Mungu. Alafu kumbuki ni Mambunda kuanza na hii team. Mambunda ni kama karithi matatizo ya mtu aliyepita, moja hajasajili wachezaji, alafu pili kakuta wale wachezaji. Sasa jukumu lake kubwa ni kutafuta ubora wa wachezaji na kuweka kwenye kwenye implementation ya ya ya mpango wake, lakini vile vile ni kudunisha ule ule wa wachezaji na kitu ambacho amefanikiwa, mimi nishakwambia nikitoa na Mungu, bahati nzuri msimamo undohuu na Mungu <coughs> nafasi aliyopo ya kumi na mbili ya <coughs> <na fasi tos> <coughs> ya ya pointi ishirini <coughs> ya ya na tatu aliyeko nafasi ya kumi ana pointi ngapi?

mechi moja na uwezo wa kupanda hata nafasi tano kule juu kwa kina Yanga, Azam na Simba wale kidogo wamejitenga na ukimweka na Singida. Lakini waliobaki pengine kidogo na Tabora, unaweza kusema kwamba wako wako very safe. Na wewe unaangalia hata na nini KenGold ambaye alikuwa chini sana baada ya kushinda mechi kadhaa hizo, lakini angalia sasa hivi amepua hapo na alipo sasa hivi sio pabaya sana. Kwa hiyo ligi ndio inaanza kupendeza sasa hivi. Hata yule na Mungu mwenyewe huko pabaya sana yaani, hiyo nasemea kwa sababu amekuwa na matokeo ambayo ni ups and down, ups and down. Kwa nini bado ni Mbunda ameweza kunisurprise kuni naye kwa sababu nilikwambia hapa siku, kati ya timu ambazo naamini kwamba wana maveteran wengi ni pamoja na na, na mungo, ukiangalia average ya wachezaji wao mmoja mmoja, unaona kwamba sio wachezaji ambao wanaweza wakakupa ile perfect, uh, perfect match uh, back to back kwenye, kwenye mechi kama tatu au nne mfululizo angalia wana Aston Villa masao mwenyewe ile nipeke yake wanadomayo si ndio unaweza kuangalia ni average ya wachezaji wa wao ni igani ambao wanatakiwa wakupe matokeo utegemee kama nimeangalia tu kipa wa Simba Kamara, kipa wa Yanga Diara, lakini kipa wa Azam amekuwa akifanya makosa mengi mengi, lakini nimekuta watu hawazungumzii sana kwa sababu kutoa timu hiyo labda haandiku sana zungumzii sana, lakini kipa ambaye pia na wakosti zingine sana, actually wakati tunasema na wakosti na vilevile uangalia anavyo anavyowasaidia kwenye mechi kwa mfano mechi ya Simba peke yake Mustafa amefanya clear saves ambazo zinatajwa kuwa magoli, hata zingekuwa magoli usinge mlaumu ni kama nne, ni kama anaruhusu pale. Tunaongelea Simba ameshinda goli sita alafu Azam ameshinda mbili, lakini good enough kaweza kutoa zile ki, ki, kibaya zaidi kwenye mpira wa mm -hmm. miguu kuna nafasi ambazo hazina marekebisho sindio? mm -hmm. nafasi ya goalkeeper ni nafasi yenye upweke mno. Yani, ukimwona kipa, angalia hata na nafasi yake alionayo ya uh, unajua striker anaweza kafanya makosa, kuna viungo washambuliaji watamsaidia. Kiungo wa mshambuliaji akipoteza mpira akafanya makosa, kuna viungo wakabaji watamsaidia. Viungo wakabaji wakifanya makosa, beki atasaidia. beki atasaidia akifanya makosa, kipa atasaidia, lakini kipa akifanya makosa, kila la heri. Hiyo haina tena msaada mwingine. Kwa hiyo nafasi hmm, ya goalkeeper ni nafasi ambayo inaupokea sana na akifanya makosa ni rahisi sana kuonekana kwa sababu hakuna wa kumsahihisha. Tofauti na wachezaji wengine, wachezaji wengine wanaweza wengine. Wengine wakafanya makosa, na vile vile wakasahihishwa. hmm. Wakati Mustafa anafanya makosa kwenye safu yake ya ushambuliaji wanafanya makosa mara ngapi vile vile lakini nafasi yeah. uh, ya goalkeeper ni nafasi ambayo lazima ulaume na lazima ufanye makosa mara nyingi, kwa sababu ni nafasi ambayo hakuna mtu wa kukusaidia. Ni mara chache sana kukuta goalkeeper mfanye makosa alafu beki akaenda kusaidia. Kama unakumbuka mechi ya Singida dhidi ya Yanga, mm. Kuna ile save amefanya Dickson Job, ilikuwa ni the same same kwamba Diarra kashafanya makosa kashatoka, lakini Dickson Job akafanya timing na akaweza ku-clear. Ndio kitu kinachomfanya asifike Sergio Ramos ile timing Chelini wa, wa Atletico Madrid alikuwa vile vile. Uh, Chelini na Bonucci pale, uh, Juve, walikuwa the same. John Terry pamoja na Ashley Cole walikuwa vile vile kwenye kwenye eneo eh, la ulinzi la Chelsea, kwa sababu ya kumsaidia goalkeeper ile timing. Sasa ni wachache sana mabeki ambao wanaweza kumsaidia goalkeeper kwenye majukumu yake. Uh, tu tukaangalia michezo ya leo, michezo ya leo ambapo tukaopigwa, na mchezo ambao utakutanisha Tabora United dhidi ya Dodoma Jiji mchezo huu utapigwa majira ya sana ni mchana mchezo huo mm -hmm. unaonaje uh, kwa upande wako ni mchezo ambao kidogo timizi ni timu ya akati na upinzani upo kweli kweli tabora wako nyumbani na kumbuka na pointi 34 kwa hiyo kwanza mejihakikishi ikojipa li nafasi ya tano anakutana na, eh, dodoma jiji na nima, mm. of course, make make sense mimi nataka kuangalia tu mbinu zake ana apply vipi? hmm. So far wamekuwa wana matokeo mazuri, sio dudumajiji ile ambayo tumekuwa tunaijua kwamba wataweka mpira wao chini watacheza wa wata, lakini make wa maxime kidogo, unaona una improvement kwa mchezaji mmoja mmoja sina shida naye, kote alikopita ile Mtibwa Sugar, Kagera Sugar mm, kote amekuwa akifanya implementation nzuri na ni mtu ambaye anaweza kaja mezani akakwambia well, nime hapa nimefail kweli au hapa nimeimplementi vizuri, lakini kwa Tabora uh, Tabora siwaoni si, si kama wananipa ile hamu ya kuangalia mechi kwa sababu ni watu ambao wana consistency leo atakuja na hili kesho, atakuja na lingine, kesho kutwa atakuja na lingine au muone uh, kama mtu ambaye kwanza mchezaji mmoja wa chibodo wote uh, chikoa wapo professional wengi hata aki, aki, aki, aki, aki, akiweka professional players wake kwenye first 11 Niamos, so wanaweza wakacheza kwenye kila kikosi cha, cha ligi kuu. Wanaweza wakapata namba, wanaweza wasipate wote, lakini wachezaji ambao wana, quality ya kucheza kila timu kwenye ligi kuu, maana yake tayari wanajiweza ukilinganisha na timu nyingine. Mimi ukimtoa Simba Yanga Azam na Singida yawezekana Tabora wakawa na professional players wengi wengi kuliko wako wengi kuliko wako wengi, yani kwa sababu kwa sababu uh, mm -hmm. Inawezekana ndio wenyewe peke yao ambao wana professional players wengi ukinganisha na hizi timu nyingine. mm -hmm. Na ndio maana pengine waweze wakawa kwenye hiyo nafasi waliopo, hiyo tafsiri yake inakumaanisha kwamba wewe ni mkubwa tayari. mm -hmm. Sawa na hao wakubwa wengine unahitajika ucheze hivyo vingi, maanake wakinakuba wakina Makambo wa yuko pale. oh, okay. uh, Chibwede wameongeza wa wachezaji wengine tena, Charamanda yuko pale, uh, Maini Mandanda yuko pale yuko uh, Yasini wapo wachezaji wengi ambao wanaweza wakakonvert waka kile, unafanyaje kulingana na ukubwa wa jina lako.